Mkenya um, Kenya mashuhuri wa mashindano ya duathlon Joseph Okal alishinda kitengo cha wanaume cha mashindano ya kuwania kombe la bara ya Afrika, huku akisema kushiriki nyumbani kulichangia pakubwa ushindi wake. Lewis Kinyua na David Wanjiru walimaliza katika nafasi za pili na za tatu mtawalia. Megan Irungu alishinda kitengo cha wanawake tazama. Joseph Okal alishinda kitengo cha wanaume cha mashindano ya duathlon ya bara Afrika kwa muda wa saa moja dakika tatu na sekundi kumi na nne Lewis Kinywa alimfuata kwa karibu katika nafasi ya pili kwa muda wa saa moja dakika tatu na sekundi ishirini na nne huku David Wanjiru akifunga orodha tatu bora kwa muda wa saa moja dakika nne na sekundi thelathini na tisa Akifanya mazoezi yake katika eneo la kazi mingi huko Eldoret, Okal alisema kuwa aliweza kustahimili joto na hatimaye kushinda mashindano hayo.

Kwenye kitengo cha kinadada Megan Irungu alishinda kwa muda wa saa moja dakika kumi na tatu na sekunde hamsi na sita mbele ya Banis Kariuki aliyemaliza wapili kwa muda wa saa moja dakika kumi na tisa na sekunde saba naye Adel Wamalwa akamaliza watatu kwa muda wa saa moja dakika ishiri na sekunde nne. Iman Kaisa aliridhika na nafasi ya nne. Joseph Okal na uh, Megan na wachezaji wengine ni wachezaji wa tajriba ya juu sana katika taifa letu la Kenya, na wameweza kuonyesha ku, kweli hizo nafasi wanastahili kuwa hapo kwa sababu hata katika mazoezi yao na maandalizi kwa jumla walivyokuwa wakifanya, leo wameweza kuthibitisha kwa ulimwengu mzima kwamba Kenya kweli ina, inafika katika viwango vya juu sana katika huu mchezo wa duathlon. Paying ticket for them to go outside where we cannot take a big team like the one now which is here taking part. Baada ya kukamilika kwa mashindano ya duathlon siku ya Jumamosi, mashindano ya bara Afrika ya triathlon yataandaliwa Jumapili, yote yakiwa yameandaliwa na mashirikisho ya triathlon nchini Kenya, bara Afrika na dunia.